Kwa niaba ya mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti naomba kuwasilisha taarifa ya Kamati ya Bajeti kuhusu utekelezaji wa bajeti ya mfuko wa mahakama fungu wa 40 kwa mwaka wa fedha 24 25 pamoja na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 25 26. 5 vile vile naomba taarifa hii yote ingie kwenye kumbukumbu rasmi za Bunge. Mheshimiwa naibu Spika, Mahakama ya Tanzania ni moja kati mihimi ya mihimili mitatu ya dola na majukumu yake makubwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ni kutafsiri sheria na kutolea maamuzi mashauri mbalimbali yanayoletwa mahakamani. Aidha, ibara mia moja na saba kifungu kidogo cha kwanza uh, A ya katiba imeipa mahakama mamlaka ya kuwa chombo pekee cha usimamizi wa utoaji haki na chenye mamlaka ya mwisho katika utekelezaji wa utoaji haki. Mheshimiwa naibu Spika, mnamo tarehe 5 Aprili 2025, historia iliwekwa katika muhimu hilo mahakama, ambapo Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua rasmi jengo la makao makuu ya mahakama ya Tanzania. Uzinduzi wa jengo hilo uh, ni hatua kubwa katika historia ya muhimili huu nchini kufuatia ukweli kwamba muhimili huo haukuwahi kuwa na jengo la makao maka, maka, makuu kwa kipindi cha miaka mia moja na nne tangu kuanzishwa kwake. Jengo hilo ni la kipekee na ni kubwa zaidi barani Afrika kati ya majengo ya makao makuu ya mahakama na kushika nafasi ya sita kwa ukubwa duniani. Kamati inapenda kutoa pongezi zake za dhati za kwa serikali ya awamu ya sita chini ya rais wake jemedari, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuthamini swala la utoaji haki kwa wananchi wa Tanzania hakika ametekeleza falsafa yake ya fohara kwa vitendo. Aidha, uh, Mheshimiwa naibu spika, taarifa hii inatoa tathmini ya utekelezaji wa bajeti na majukumu ya mfuko wa mahakama kuanzia mwezi Julai 2024 hadi kufikia tarehe 22 April 2025, pamoja na vipaumbele na masuala muhimu yanayopendekezwa katika mpango wa bajeti ya mfuko wa mahakama kwa mwaka wa fedha 2025/26 mapitio ya utekelezaji wa bajeti ya mfuko wa mahakama kwa mwaka 2024/2025. Mheshimiwa naibu spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025 mfuko wa mahakama uliidhinishiwa na Bunge jumla shilingi bilioni 241.6. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 71.9 ni mishahara ya mahakama, shilingi bilioni 2.6 ni mishahara ya chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto na shilingi bilioni 78.6 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo yani OC Aidha, fedha za maendeleo zilizoidhinishwa ni shilingi bilioni 88.4 ambapo shilingi bilioni 31 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 57.4 ni fedha za nje. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi tarehe 22 Aprili 2025, mfuko wa mahakama ulikuwa umepokea jumla shilingi bilioni 182.9 sawa na 75.4 ya bajeti iliyoidhinishwa na Bunge. Kati ya fedha hizo zilizopokelewa, shilingi bilioni 60.2 zilikuwa ni kwa ajili ya mishahara shi, na shilingi bilioni 75.7 kwa ajili ya matumizi mengineyo. Kwa upande wa fedha za maendeleo, fedha zilizopokelewa katika kipindi hicho ni jumla ya shilingi bilioni 47. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 9.9 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 37 ni fedha za nje. Mwenendo wa utekelezaji bajeti wa mfuko wa Mahakama kwa mwaka wa fedha 2024-2025 umeainishwa katika jedwali namba moja kama taarifa ya kamati inavyoonyesha mahitaji hayo. Mheshimiwa naibu Spika, asilimia kubwa ya fedha zilizopokelewa ni fedha kwa ajili ya matumizi mengineyo ambazo zimetolewa kwa asilimia 96.3. Ufanisi huo umetokana na serikali kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya kugharamia mahitaji maalum ya mahakama. Mahitaji hayo ni kama vile kugharamia stahiki mbalimbali mbali za majaji wapya walioteuliwa pamoja na kugharamia mashauri ambayo yana maslahi mapana ya taifa ambayo hayakuwa sehemu ya mipango ya bajeti ya mahakama kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Kamati inaipongeza serikali kwa kuendelea kutoa fedha kwa fungu hili pale ambapo mahitaji ya ziada na ya lazima yanapojitokeza. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025 mfuko wa mahakama ulipanga kukusanya maduhuli yenye jumla ya shilingi bilioni 12.5. Hadi tarehe 22 Aprili 2025, jumla ya shilingi bilioni 8.9 zilikusanywa, sawa na asilimia 71.2 ya lengo. Kwa kuwa maduhuli ya mahakama yanakusanywa kutoka kwenye vyanzo viwili vya msingi ambavyo ni faini na ada za mahakama, Kamati inaishauri serikali kuhakikisha kuwa viwango hivyo hususan ada za mahakama vinaendelea kuwa chini na rafiki ili wananchi wengi waweze kupata haki wanayostahili na kutokwamishwa. Mafanikio na changamoto ya utekelezaji wa majukumu ya mahakama kwa mwaka wa fedha 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 225, wa fedha 2025 mfuko wa mahakama umefanikiwa kutekeleza masuala yafuatayo. A utatuzi wa mashauri na mkakati wa kumaliza mashauri ya muda mrefu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha mwezi Julai 24 hadi Aprili 25 mahakama ilikuwa na jumla ya mashauri laki moja tisini na moja mia sita kumi na saba Kati ya mashauri hayo mashauri elfu sitini na tatu na hamsini ni ya zamani yaliyovuka mwaka 23-24 na mashauri laki moja ishirini na nane elfu mia tano sitini na saba ni mashauri mapya yaliyofunguliwa katika kipindi husika. Kati ya mashauri yote mashauri laki moja 4,986 yalihitimishwa katika kipindi tajwa, na mashauri 631 yalikuwa yanaendelea kusikilizwa. Aidha, kati ya mashauri yote yaliyobaki mahakamani mashauri yenye muda mrefu, uh, ni 1724 sawa na asilimia tatu, ambapo mahakama inaendelea na mkakati wa kumaliza mashauri yayo. Kiwango cha mashauri ya muda mrefu yaliyobaki mahakamani yanaifanya mahakama ya Tanzania kuongoza barani Afrika kwa kuwa na kiwango kidogo cha mashauri ya muda mrefu. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati inaipongeza mahakama kuwa na maha, kuwa, kuwa ni mahakama inayoongoza Afrika kwa kuwa na kiwango cha chini cha mashauri yenye muda mrefu. Mafanikio haya kwa kiasi kikubwa yamechagizwa na matumizi ya tehama ikiwa ni pamoja na matumizi ya akili mnemba, yani, artificial intelligence katika kutafsiri na kuandika hukumu ambapo mahakama imewekeza kiasi kikubwa na hivyo kusaidia kusikiliza na kuhitimisha mashauri. Hatua hii imesababisha mahakama kuongoza kwa Afrika na kushika nafasi ya pili duniani baada ya Jamhuri ya Kazakhstan. Mheshimiwa Naibu Spika, be kuboresha mifumo ya teknolojia ya habari na mawasiliano kama nyenzo muhimu ya kuboresha utoaji haki, mahakama imekuwa inatumia mifumo mbalimbali mbali ya tehama katika utekelezaji wa majukumu yake, mfano mfumo wa usikilizaji mashauri, mfumo wa kunukuu na kutafsiri mwenendo wa mashauri na mfumo wa takwimu yani data hub. Matumizi ya mifumo ya tehama imeifanya mahakama kuwa miongoni mwa mahakama inayoongoza Afrika kwa kutumia mifumo ya tehama katika majukumu yake matumizi ya tehama yameonyesha mafanikio makubwa sio tu katika kushughulikia shughuli, uh, mashauri ya mahakama lakini pia katika kuokoa muda na, na baadhi ya gharama. Mheshimiwa naibu Spika, kamati inaipongeza mahakama kwa kuwa mfano mzuri wa matumizi ya tehama na hivyo inashauri inaisha, taasisi zingine hususan zile zinazofanya kazi pamoja na mahakama kuiga mfano huo. Mheshimiwa, uh, naibu Spika, uh, che uboreshaji upatikanaji wa kumbukumbu na taarifa kwa wakati. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, mahakama ilifanya zoezi la kutunza kumbukumbu za mashauri ya jinai na madai katika mfumo wa kidijitali kwa mahakama ya Rufani na Mahakama Kuu kanda Dar es Salaam. Zilizozalishwa, uh, zilizo, katika kipindi cha ukoloni, yani mwaka 1920 mpaka mwaka 1960. Kulingana na taarifa ya mahakama, jumla ya majalada 101395 yenye yani kurasa 326474 yamebadilishwa kwenda kwenye mfumo wa kidijitali. Mheshimiwa naibu Spika, kamati inaipongeza mahakama kwa hatua hii muhimu kwa nchi yetu ukizingatia kuwa kumbukumbu hizo ni za kudumu na zimebeba historia ya mahakama. Mheshimiwa naibu Spika, mahakama pia imeendelea na utekelezaji wa mpango wa ujenzi wa ukarabati wa miundombinu ya mahakama wa miaka mitano ambapo hadi kufikia Aprili 25 miradi imefikia katika hatua mbalimbali ya utekelezaji. Mheshimiwa naibu Spika, kwa kuwa mpango wa ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya mahakama unahitimishwa mwaka 25, 26, mahakama imepanga kufanya tathmini ya utekelezaji wa mpango huo mwezi Septemba 2025 kwa lengo la kupata hali ya utekelezaji wa mpango pamoja na kufanya maandalizi ya kuwa, ya kuwa na mpango mpya wa ujenzi wa mwaka 26, 27 ambapo utaenda sambamba na mpango wa maendeleo wa miaka mitano chini ya dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Changamoto Mheshimiwa naibu spika, pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa majukumu ya mahakama kwa mwaka wa fedha 24 25 mfuko wa mahakama unaendelea kukabiliwa na changamoto zifuatazo: a upungufu wa watumishi wa kada mbalimbali; b ufinyu wa bajeti ya matumizi mengineyo kukidhi mahitaji ya huduma zinazoongezeka pamoja na uanzishwaji wa mahakama mpya katika baadhi ya mikoa; ch uhaba na uchakavu wa majengo ya ofisi na makazi ya mahakimu na majaji hususan katika mahakama ya mwanzo na wilaya. de upungufu wa vitendea kazi hususan magari. Makadirio ya mapato na matumizi ya mahakama kwa mwaka wa fedha 25 26. Mheshimiwa naibu spika, kwa mwaka wa fedha 25 26, mfuko wa mahakama umetengewa jumla ya shilingi bilioni 321, sawa na ongezeko la asilimia 32.89 ukilinganishwa na bajeti ya mwaka 2425 ya shilingi bilioni 241.6. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 82.1 ni kwa ajili ya mishahara ya mahakama, shilingi bilioni 2.6 ni kwa ajili ya mishahara chuo cha uongozi wa mahakama ya Lushoto, na shilingi bilioni 143.4 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Aidha, fedha za matumizi ya maendeleo zilizotengwa ni shilingi bilioni 93. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 18.6 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 74.4 ni fedha za nje. Mchanganuo wa ongezeko la bajeti umeainishwa kwenye jedwali la pili kama taarifa ya kamati inavyoonyesha bajeti hiyo imeongezeka ili kukidhi mahitaji muhimu ya huduma mbalimbali za utolewaji haki kutokana na kuanzishwa kwa mahakama mpya katika baadhi ya mikoa, ununuzi wa magari, uendeshaji wa mashauri mashauri na uchaguzi, uh, pamoja na, uchaguzi na ya uchaguzi pamoja na kugharamia stahiki za msingi za majaji wapya walioteuliwa na mahakimu hatua hii inaonyesha dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha kwamba watanzania wanapata haki kwa wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2025 mahakama ilitarajia kuajiri watumishi 1562. Hadi tarehe 22 Aprili 2025 mahakama imepata vibali vya kuajiri watumishi wapya 545 na watumishi wa ajira mbadala 216 na hivyo kuwa na mapungufu wa watumishi 171. Vile vile katika mwaka wa fedha 2425 mahakama ilitenga nafasi za kupandisha vyeo watumishi 2464 na kuwabadilisha kada ya watumishi 64. Hata hivyo, mahakama imeshindwa kutekeleza suala hili kutokana na kuchelewa kupata vibali vya kupandisha vyeo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 25/26 mahakama imepanga kuajiri jumla ya watumishi 522. Idadi hii bado haikidhi mahitaji halisi ya watumishi 10,351 wanaohitajika ambao hivi sasa kuna watumishi elfu sita na mia sita sabini tu. Pamoja na uwekezaji mkubwa uliofanywa na mahakama katika tehama unaosaidia kupunguza changamoto za upungufu wa watumishi bado uhitaji wa watumishi ni mkubwa kutokana na ongezeko la mahakama mpya kufuatia kupanuka kwa huduma kulingana na uhitaji uliopo ambako kwa sasa upungufu ni watumishi 4281. Kada zenye upungufu mkubwa ni afisa tehama, afisa hesabu, msaidizi wa hesabu, walinzi, msaidizi wa ofisi na mahakimu. Mheshimiwa naibu spika, kwa kuwa upatikanaji wa nafasi za kuajiri unategemea idhini ya ofisi ya Rais management ya utumishi wa utawala bora Kamati inaishauri serikali kutoa kipaumbele kwa muhimili huu muhimu kwa utolewaji wa haki. Ujenzi wa ma, majengo ya mahakama utakuwa hauna maana endapo kuna uhaba wa rasilimali watu katika maeneo mbalimbali nchini kuendesha vituo hivyo. Aidha, ujenzi wa majengo hayo huende sambamba na upatikanaji wa watumishi wa kutosha na vitendea kazi, ili juhudi hizo zilete matunda yaliyokusudiwa na kuongeza ufanisi na utendaji kazi wa mahakama. Upungufu wa magari. Katika kutekeleza majukumu yake, Mheshimiwa Naibu Spika, Mhimili wa mahakama unahitaji magari ya kutosha. Hata hivyo, idadi iliyopo ya magari 460 haikidhi mahitaji halisi ya magari yanayohitajika. Aidha, magari yaliyopo mengi ni chakavu na ni ya muda mrefu, ambayo yanahitaji fedha nyingi kwa ajili ya matengenezo na hivyo kuongeza bajeti ya matengenezo. Hadi sasa, mahakama ina upungufu wa magari 40 na katika mwaka wa fedha 25 26, mahakama imepanga kununua magari tisa tu. Mheshimiwa naibu Spika, mfuko wa mahakama umekuwa ukitumia wakala wa ununuzi serikalini JIPSA. Hata hivyo, wakala huyo amekuwa akichelewa kuwasilisha magari pamoja na kuwa ameshalipwa. Mathalan, kati ya magari 19 yaliyoagizwa mwaka 23 24 ni magari 13 tu yamekabidhiwa. Hivyo kamati inaitaka JIPSA kuhakikisha kuwa inakabidhi ha magari hayo haraka iwezekanavyo. Vile vile kamati inaiomba serikali kuangalia uwezekano wa kuiwezesha mahakama kununua magari mengi zaidi wakati wa mapitio ya utekelezaji wa bajeti katika kipindi cha nusu mwaka ili iweze kutatua changamoto ya upungufu wa magari. Upungufu wa mahakama ya za mwanzo. Mheshimiwa naibu spika. Hadi sasa mahakama za mwanzo zilizopo ni 960 ukilinganisha na idadi ya kata zilizoko nchini ambazo ni kata 3956. Hivyo kuna uhaba wa mahakama za mwanzo takriban 2996. Mheshimiwa Naibu Spika, ikumbuke kuwa takriban asilimia 70.8 ya mashauri yote ya mahakama yanatoka katika ngazi ya mahakama ya mwanzo. Katika mwaka 2025, mahakama ilitarajia kukamilisha ujenzi wa mahakama za mwanzo ya Machame, Hai, Ilangala, Ukerewe, Mbalizi, Mbeya na Kinusi Mpwapwa. Hata hivyo, kutokana na mwenendo wa utolewaji wa fedha za maendeleo za ndani hadi tarehe 22 Aprili 2025, hakuna jengo lolote lililokuwa limekamilika hivyo kamati inaishauri serikali kuhakikisha kuwa inatoa fedha kama ilivyopangwa ili kukamilisha miradi kwa wakati ili kupunguza uhaba wa mahakama za mwanzo nchini. Mheshimiwa naibu spika, kufuatia hatua kubwa iliyopigwa na mahakama mahakama katika eneo la matumizi ya tehama ikiwemo kuwepo kwa chumba maalum cha mifumo ya kutolea taarifa mbalimbali za mahakama uh, katika jengo la mahakama kuu, kamati inashauri serikali kuona umuhimu wa kuhakikisha kuwa mifumo hii inalindwa, inaendelezwa na inaboreshwa ili iweze kuwa imilivu na kuleta tija iliyokusudiwa. Aidha, suala hilo liende sambamba na mafunzo ya mara kwa mara kwa watumishi wa mahakama pamoja na kulinda rasilimali watu kwa kuboresha stahiki zao na kuwa na mpango wa kubakiza watumishi. upungufu wa majopo kwa mahakama ya rufani Mheshimiwa naibu Spika, uchambuzi wa kamati umebaini kuwa kwa asilimia kubwa mlundikano wa mashauri hususan mashauri ya muda mrefu umesababishwa na upungufu wa majopo kwa mahakama ma za rufani. Mahakama ya rufani ina jumla ya majopo 12 na kila jopo lina wastani wa mashauri 74 kwa mwaka badala ya mashauri 20 kwa mwaka yanayokubalika. Hii inafanya mahakama ya rufani kuelemewa na mzigo mkubwa wa mashauri. Hivyo hivyo basi, serikali ione umuhimu wa kuhakikisha kuwa inaongeza majopo ya mahakama ili kuondokana na changamoto ya mrundikano wa mashauri nchini. Mahakama zilizo katika makasha containerized courts. Mheshimiwa naibu spika, kufuatia changamoto ya uhaba wa mahakama za mwanzo nchini, kamati inaishauri, mahakama, kamati inaishauri mahakama kutumia mfumo wa mahakama za makasha kama suluhu ya muda mfupi, katika mahakama inaendelea inayoendelea na mipango ya ujenzi wa mahakama katika kila kata nchini. Mfumo huu pamoja na kuwa ni wa gharama nafuu, utasaidia pia kupunguza mahitaji ya kuwa na mahakama za mwanzo katika kila kata. Vile vile, mfumo huu utapunguza uhitaji wa kusafirisha mahabusu umbali mrefu mbali, ili kwenda kusikiliza kesi zao. Mahakama zinazotembea. Mheshimiwa naibu spika, mahakama zinazotembea zimeleta ufanisi mkubwa katika utoaji haki tangia kuanzishwa kwake mwaka 2019 hadi tarehe 22 Aprili 2025, jumla ya mashauri 7181, ya mashauri 7181 yaliyofunguliwa na mashauri 7134 yalimalizika, sawa na asilimia 99 ya mashauri mashauri yote yaliyofunguliwa kupitia mahakama zinazotembea na mashauri yanaendelea kusikilizwa. Aidha, jumla ya wananchi 85608 wamenufaika na, na huduma mbalimbali mba, zinazotolewa na mahakama inayotembea hadi sasa kwa jumla magari, kuna jumla ya magari matano ambayo yanatoa huduma katika mkoa wa Dar es Salaam, Dodoma, Tabora, Mbeya na Mwanza. Hivyo basi kamati inaishauri serikali kuongeza idadi ya magari haya hususan katika maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa ili kusogeza huduma ya utolewaji haki katika karibu na wananchi. Ujenzi wa vituo jumuishi vya utoaji haki. Mheshimiwa naibu spika, kamati inaipongeza mahakama kwa kuendelea kuendeleza ujenzi wa vituo jumuishi. Vituo hivi kimsingi vinajumuisha zaidi ya mahakama moja katika jengo moja la gorofa ambalo gorofa ya kwanza kuna kuwa na mahakama ya mwanzo, gorofa ya pili mahakama ya wilaya, gorofa ya tatu mahakama kuu na gorofa ya nne kuna kuwa na mahakama kuu pamoja na ofisi za baadhi ya wadau wa mahakama ikiwemo polisi, ustawi wa jamii, mawakili na waendesha mashtaka. Mheshimiwa Naibu Spika, utaratibu huu wa vituo jumuishi sio unarahisisha upatikanaji wa huduma katika eneo moja, lakini pia unawezesha wananchi kupata haki kwa wakati. Kupunguza mrundikano wa mashauri mahakamani, kuongeza kasi ya uondoshaji wa mashauri pamoja na kupunguza gharama za uendeshaji wa mashauri kwa mahakama na wananchi. Kutokana na mafanikio haya, kamati ingependa kutoa rai kwa serikali kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi wa vituo jumuishi, kwa kuwa ni hatua muhimu ya kusogeza huduma karibu na wananchi. Hitimisho. Mheshimiwa naibu spika, naomba nihitimishe kwa kumshukuru Mheshimiwa Dkt. Tulia Axon mbunge spika wa Bunge na rais wa, ma, wa Umoja wa Mabunge Duniani, pamoja na wewe Mheshimiwa Musa Azan Zungu mbunge naibu spika kwa miongozo yenu katika kuendesha shughuli za Bunge. Aidha, nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Nchemba mbunge waziri wa fedha, Mheshimiwa Dkt. Damas Ndubaro mbunge waziri wa katiba na sheria, Mheshimiwa Hamad Hassan Chande mbunge naibu waziri wa fedha na Mheshimiwa Jumanne Abdalla Sagini mbunge naibu waziri wa katiba na sheria. Kwa ushirikiano wao wakati wa kamati inajadili bajeti ya mfuko wa mahakama. Aidha, kamati namshukuru Dr. Natu Elmamri Mwamba katibu mkuu wa Wizara ya Fedha, Profesa Elisante Ole Gabriel mtendaji mkuu wa mahakama pamoja na wataalamu wote wa ofisi ya mahakama na Wizara ya Fedha kwa kushirikiana na kamati wakati wa majadiliano ya bajeti ya mfuko huu. Mheshimiwa naibu spika, kwa namna ya kipekee naomba nikumshukuru Mheshimiwa Oran Manase Njeza mbunge mwenyekiti wa kamati na Mheshimiwa Twaha Mpembenwe mbunge makamu mwenyekiti wa kamati ya bajeti kwa namna wanavyoongeza vema kamati ya bajeti. Aidha, naomba ni washukuru wajumbe wa wote kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati kwa umakini wao katika kujadili na kutoa maoni na mapendekezo mbalimbali kuhusu bajeti ya mfuko wa mahakama. Naomba kuwatambua wajumbe wote hao kama wanavyoonekana kwenye taarifa ya kamati. Mheshimiwa naibu spika, vile vile, Mheshimiwa naibu spika, vile vile, napenda kuwashukuru wananchi wa mkoa wa Arusha na hasa kina mama wanawake kwa ushirikiano walionipa muda wote kama mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Arusha. Naendelea kuwaomba tuwe pamoja na sita waangusha Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru ndugu Baraka Leonard katibu wa Bunge kwa niaba ya watumishi wote kwa kuwezesha kamati kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Uh, Mheshimiwa Naibu Spika, pia baada ya maelezo hayo, naliomba bunge lako tukufu sasa lipokee, lijadili na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya mfuko wa Mahakama fungu 40 kwa mwaka wa fedha 25/26 kama ilivyowasilishwa na waziri wa Katiba na Sheria yenye jumla ya shilingi bilioni 321.1 ambapo kiasi cha shilingi bilioni 82.1 ni kwa ajili ya mishahara ya mahakama, shilingi bilioni 2.6 ni mishahara ya chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto, shilingi bilioni 143.3 kwa ajili ya matumizi mengineo na shilingi bilioni 93 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Asante.